Sheria Updates na wakili Bashir Yakub. Naitwa Bashir Yakub, ni wakili msomi mwandamizi wa mahakama ya Tanzania. Leo tunayo mada nyingine nzuri kama kawaida eh, katika mada zetu tumekuwa tukuletea mada nyingi nzuri sana za kisheria na leo ukisoma ubaoni kwetu hapa unaweza ukaona hapa tumeandika eh, unaweza ukaona hapa tuki expand, unaweza ukaona tunaeleza vipengele muhimu kwenye mkataba wa mpangaji na mwenye nyumba kuepuka mgogoro. Kumekuwa na migogoro mingi kati ya wapangaji na wenye nyumba, lakini ukija kuangalia migogoro yote hii inasababishwa na swala la mikataba. Mikataba haiwi mizuri kati ya wenye nyumba na wapangaji. Ukiweza kuandika mkataba wako vizuri, ukawa na mkataba mzuri, ukawa na makubaliano mazuri kati ya mpangaji na mwenye nyumba, obviously hakuwezi kutokea shida. Shida nyingi sana imekuwa inatokea kwenye mikataba na kwenda tukiwa kwenye mikataba, kwa sababu kwenye mikataba ndiko sehemu ambako mnakwenda kuelewana, ndio sehemu ambako kunaeleza haki zako, ndio sehemu ambako kunaeleza wajibu wako. Kwa hiyo ukikosea mkataba au ukikosea masharti kwenye mkataba au ukikosea vipengele kwenye mkataba, maana yake umekosea mkataba mzima. Sasa leo unataka nikuelekeze vipengele muhimu sana ambavyo unatakiwa havisikosekane kwenye mkataba wako wa upangaji, popote pale ambapo unakwenda kupanga, lakini hakikisha kwamba vipengele hivi ambavyo nitakuonesha hapa havikosekani kwenye mkataba wako wa pango. Unaweza kuona kama nilivyokuambia, uh, kichwa cha, cha, cha mada yetu leo ni vipengele muhimu kwenye mkataba wa mpangaji na mwenye nyumba kuepuka migogoro. Lengo letu kubwa ni kuweza kuepuka migogoro, kuepuka misuguano, kuepuka ugomvi kati yako na mwenye nyumba wako. Kwa hiyo unisikize kwa makini, nitaeleza vipengele muhimu sana ambavyo wewe mwenyewe ukiwa na mkataba wako au kama unapanga kwenda kupanga sehemu, uhakikishe kwamba vipengele hivyo havikosekani kwenye mkataba. Shida inakuja kwamba uh, wenye nyumba wengi ukienda kupanga ili eneo la biashara au namna yote, unakuta tayari na mkataba wake, lakini na wewe kwa sababu unamkuta na mkataba wake, hutoi nafasi kwako kumwambia tuongeze hiki, tuongeze hiki, tuongeze hiki ili kuepuka kuto kuelewana huko mbeleni, unachukua ule mkataba kama ulivyo, una saini, lakini baadaye mnakuja kuingia kwenye migogoro. Migogoro mingi yenye nyumba inatoka kwa sababu mikataba mingi, vipengele vingi kwenye mkataba vinakuwa havimo. kama kuna kuna vipengele vizuri, hamuwezi hata siku moja kuingia kwenye mgogoro, na hata mkiingia kwenye mgogoro ikatokea, basi inakuwa ni rahisi kuweza kumaliza ule mgogoro. Sasa unisikize kwa makini, nitakuonyesha vipengele muhimu sana ambavyo unatakiwa uwe navyo kwenye mkataba wako. Ah, tumesema hapa kwamba mkataba wa pango upangaji, inaweza kuwa. Tunapoongelea swala la mkataba wa pango tunamaanisha nini? Tunamaanisha inaweza inaweza ikawa ikawa ni ni nyumba ya kuishi, inaweza ikawa ni ya kuishi, mkataba wa pango ambao unahusu fremu ya biashara, unaweza ukawa mkataba wa pango ambao unahusu eneo la wazi, kwa sababu kuna watu wengine wanapangisha maeneo ya wazi, sio nyumba, sio chochote, ni eneo la wazi, anafanya shughuli zake pale nje. Kwa hiyo naye tunaongelea tunamhusu mkataba, vipengele muhimu ambavyo vinatakiwa kwenye mkataba wa pango, uhakikishe vipengele hivi vinakuwa kwenye mkataba wako. kwa hiyo kuna eneo la wazi la biashara unaweza ukapanga, lakini kuna nyumba pia ya biashara unaweza ukapanga. Nyumba kwa ajili ya kuishi au unaweza ukapanga nyumba eh, kwa ajili ya biashara, inaweza kaa go down. Kiswahili chake sikipati vizuri go down, lakini mnajua magodoto maanisha nini. Pia mashamba nayo yanapangwa, sehemu za shule na vyuo. Hata shule hizi nyingi unazoziona eh, watu wengi ambao wanaendesha zile shule unakuta wamepanga yale majengo. Kwa hiyo nisikize kwa makini eh, ujue ni vipengele gani muhimu vinatakiwa kwenye mkataba wako. Kama tayari umeshaingia katika mkataba, hakikisha kwamba mnapokuja tena kurenew kufanya mkataba mwingine, vipengele hivi muhimu vinaweza, vinaweza kuwepo, vitakusaidia kwa sababu migogoro mingi inatokea kwa sababu mnakuwa hampo clean kwenye mikataba yenu yeah. Kitu kingine, kabla sijaenda kwenye kuangalia vipengele muhimu, tunasema kwamba hakikisha unakuwa na mkataba wa wa maandishi. Sheria inaruhusu kuwa na mkataba kwenye swala la kupanga kuwa na mkataba wa maandishi au kuwa na mkataba wa mdomo au mazungumzo. Tuna written contract, alafu tuna oral contract. Inaruhusu, lakini ushauri wetu mzuri ni kwamba kwenye swala la kupanga, hakikisha una mkataba wa maandishi. Usiruhusu uwe na mkataba wa kuzungumza kwa sababu ni ndugu yako, kwa sababu na rafiki yako, mnafahamiana, kwa sababu sijui ni mtoto wa nani. Usifanye hivyo, hakikisha kwamba hata kama mmezoeana kivipi, kwa sababu wengi sana ambao wamezoeana ndio wao wanaingia mikataba ya mazungumzo, wanakubaliana kimazungumzo wakati mwingine huwa tunasema kwamba mgogoro unaweza usitokee kati yako na yule ambaye umeingia mkataba, isipokuwa watu ambao wako nyuma yake ndo wakaja kuleta mgogoro. Kwa hiyo jihadhari, hakikisha kwamba mkataba unakuwa wa maandishi. Tumesema sheria inaruhusu hata kuingia mkataba wa mdomo, lakini hakikisha kwamba unaingia mkataba wa maandishi ili kuepuka sintofahamu ya baadaye. Huwezi kujua mgogoro utatokea wapi. Haya, tuende kwenye mada yenyewe sasa. Kama unavyoona hapa, tunasema vipengele muhimu eh, kwenye mkataba wa mpangaji na mwenye nyumba Mkataba wako unatakiwa kuwa na vipengele gani muhimu? Mkataba wako unatakiwa kuwa na vipengele gani muhimu? Hicho ndio kitu unatakiwa msikilize. Wakili msomi mwandamizi vizuri aweze kukuelewesha ni vitu gani au vipengele gani muhimu vinatakiwa kwenye kuwa, kwenye mkataba wako wa pango, ili kukuepusha na migogoro. Tumesema kwamba migogoro yote inaepukika ikiwa vitu muhimu vitaingia kwenye mkataba. Wengi wenu hamuingizi vitu muhimu kwenye mkataba, na sababu kubwa ni kwamba ile mikataba mnakuta imeandaliwa na wenye nyumba na nyinyi mnaisaini hivyo hivyo, hamna nafasi ya kubagaini hamna nafasi ya kunegotiate ili muweze kuelewana, kujua ni kitu gani kingie na kitu gani kitoke. Unavyokuta hivyo hivyo, ndio unasaini, lakini unapotokea tatizo, ndio unakuja kugundua kwamba kuna makosa uliyofanya. Sasa usubiri tatizo, nisikize vizuri ujue ni vipengele gani muhimu vinatakiwa kuwa kwenye mkataba wa pango ili uweze kuepuka migogoro. Lengo letu kubwa ni kwamba tuepushe migogoro ambayo inaweza ikaepukika. Kipengele cha kwanza tunasema ni kipengele kuhusu kiasi cha kodi kinachotakiwa kulipwa na namna ya ulipaji wake. Mweleze kwamba kodi ni kiasi gani. Hilo huwa mnaeleza mara nyingi kodi ni kiasi gani. Kitu ambacho huwa muelezi ni namna ya ulipaji wake. Kodi elezo kiasi gani na namna ya ulipaji wake. Kama inalipwa kwa wiki, elezo ni kwa wiki. Kama inalipwa kwa mwezi, elezo kwamba ni kwa mwezi. Na kama inalipwa kwa miezi sita, elezo kwa miezi sita. Na kama inalipwa kwa mwaka pia eleze kwamba ni mwaka. Hiyo ndio namna ya ulipaji. Elezo vizuri. Sheria yetu inaruhusu hata mkiamua mkikubaliana kwamba kila siku uh, au kila mwisho wa mwezi Mwenye mpangaji au analipa kodi, inaruhusu sheria yetu inaruhusu. Hakuna, hakuna kipengele kinacholazimisha kwamba kodi lazima iwe miezi sita. Hakuna kipengele kinacholazimisha kwamba lazima kodi iwe miezi mitatu. Na hamna sheria yoyote au kipengele chochote katika sheria zetu kinalazimisha kwamba kodi lazima iwe miezi 12. Mnaweza mkakubaliana nyi wenyewe mkasema kodi yetu atakuwa analipa kila mwisho wa mwezi, mshahara unapotoka kuanzia 25 mpaka 30 sini, kodi atakuwa anaweza kulipa. Kwa hiyo mkubaliane katika kipengele kodi itakuwa kiasi gani, na kubwa zaidi mkubaliane namna ya ulipaji. Kodi italipwaje? Namna italipwaje? mwisho wa mwezi? Lini? baada ya miezi mitatu? baada ya miezi sita au mwaka? au kila mwisho wa mwezi? Nyie wenyewe mkubaliane, ni kitu muhimu sana kiwepo hicho. Kitu cha kwanza hicho. Kitu cha pili ni kipengele kuhusu lengo la pango, kama ni biashara ama makazi ama biashara aina gani. Ya mwelezane vizuri kwamba unapanga kwa sababu gani, unapanga kwa ajili ya makazi au unapanga kwa ajili ya biashara. Msisahau kuweka hiki kitu kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akapanga kwa ajili ya makazi alafu mle ndani akishaingia, anapageuza sehemu ya, ya biashara, mtakuja kugombana. Kwa hiyo lazima mweleze vizuri kwamba mnapanga kwenye mkataba sasa, kwenye maandishi, unapanga kwa ya kwa ajili ya biashara au au kwa ajili ya makazi au vyote viwili, mkubaliane. Usipange nyumba ikiwa ni ya makazi, ukaingia mle ukaona pamekaa vizuri, pana geti zuri, ukahamishia kiwanda chako mle ndani, ukaanza kutengeneza sabuni, unatengeneza nini, utakuwa umevunja masharti ya mkataba. Kwa hiyo muelezane vizuri kama ni kwa ajili ya makazi ama ni kwa ajili ya biashara, muelezane vizuri, ili msije mkaingia katika mgogoro. Na tumesema hapa, lazima mweleze vizuri kwamba kama ni biashara, ni biashara aina gani. Kuna wengine hawataki pombe kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mapango yao, kuna wengine vitu mbalimbali watu wapende. Kwa hiyo lazima muelezane ni biashara na biashara hiyo yenyewe itajwe ni biashara ya aina gani. Tutatakiwa tuende haraka haraka ili kuweza kuendana na, na muda wetu. Ya, tunasema namba tatu ni kipengele kuhusu sharti la kupangisha au kuto kupangisha sablis yule anaye kupangisha. Kuna watu wengine wanapangishwa nyumba alafu na yeye baadaye anapangisha, inaweza ikawa ni kwamba labda amepanga, labda alipa kwa miezi sita alafu baadaye akapata dharura anataka kuama kwenda mkoa mwingine, anamtafuta mtu mwingine aweze kumalizia kodi yake. Kisheria pale unakuwa umepangisha na wewe sasa, lazima kwenye mkataba iandishwe kwamba wewe unapopanga umepewa uhuru wa kuweza kumpangisha mtu mwingine, au hujapewa uhuru wa kuweza kumpangisha mtu mwingine. Au wakati mwingine mtu anaweza akapangishwa nyumba yeye, kwa sababu amepanga ile nyumba labda kuna space imebaki kwa mbele, kuna eneo limebaki kwa mbele akachukua wafanyabiashara wadogo wadogo wakawa wanapanga pale nje, alafu anakusanya anakusanya pesa. Hayo ni makosa. Ni lazima mkubaliane na mwenye nyumba kwamba wewe unaepanga una mamlaka ya kupangisha mtu mwingine au huna mamlaka ya kupangisha mtu mwingine, mueleze vizuri. Na kama unayo mamlaka ya kupangisha mtu mwingine, mueleze unapangisha katika masharti yale yale uliyopanga au wewe unayepangisha mtu mwingine utakuwa na masharti mapya, ielezwe vizuri, msije mkaingia msije mkaingia kwenye mgogoro. Kipengele cha nne cha muhimu kuwa kwenye mkataba wako wa pango, hakikisha kwamba nani anawajibika na marekebisho nyumba, nayo wakati mwingine kuna masuala kama ya rangi, kuna vitasa vinaharibika, kuna mabomba ya maji, kuna vitu mbalimbali vinaharibika, mbali mwelezane vizuri, nani anawajibika kurekebisha hivi vitu endapo vitakuwa eh, vinaharibika mle ndani. Ni mwenye nyumba au ni mpangaji? Mweke vizuri ili jambo ili likae sawa, isije kuwa baadhi ya vitu vimeharibika alafu ukaambiwa vitengeneze, unaanza kusema kwamba mbona kwenye mkataba wetu halimo hili jambo. Kwa hiyo mliweke vizuri ili liweze kuwemo hivi vitu, ni muhimu sana kwa sababu vinasaidia kuweza kupunguza migogoro ambayo imekuwa imetokea katika wapangaji na wenye nyumba. Kipengele kingine cha tano cha muhimu sana ni kipengele kinachoeleza maendelezo au ujenzi au marekebisho makubwa kama yapo. Kuna watu wanapanga alafu wanabadilisha mfumo wa maeneo, unakuta mtu amepanga labda ni nyumba, anataka aitengeneze restaurant. Kwa hiyo kuna marekebisho makubwa anatakiwa yafanye, ataweka viyoyozi, atabadilisha madirisha, ataweka milango ya aluminium kama hiyo vitu vinakwenda kufanyika, ni lazima vielezwe katika mkataba na vielezwe kwamba vina, vina, vina, vinafanyika kwa gharama za nani. Kama ni gharama za mpangaji, maanake ieleweke; kama ni za mwenye nyumba pia ieleweke, lakini kama ni za mpangaji kwamba zitakuja kukata kwenye kodi. Lakini pia lazima hilo jambo lielezwe kwamba unakwenda kufanya marekebisho makubwa, na muainisha hayo marekebisho yatagusa sehemu gani, kama atakuza kubadilisha madirisha, kubadilisha mfumo mzima sema structure ya jengo, ili kuweza kufiti kile kitu ambacho mtu anakwenda kukifanya, na hiyo ielezwe vizuri, ili sije kakuingizeni katika mgogoro. Hiki ni kipengele kingine muhimu sana ambacho kwa uzoefu wangu kimekuwa kikiwagombanisha watu kwa sababu mwisho wa siku, mtu anafanya marekebisho makubwa, ameshafanya marekebisho makubwa, sehemu imeshapendeza, imeshakuwa nzuri, mwenye nyumba anasema nataka eneo langu. Aa, anamwambia kodi yako ikiisha hauza ruhusa tena kulipa kodi nyingine, nitataka eneo langu. Wewe umesha invest umeweka hela nyingi kubwa sana, lakini ungekuwa umeandika hiki kitu, kingekusaidia kujua ni namna gani ya kuweza kuepukana na hilo jambo. Unaweza kusema nimefanya marekebisho makubwa, nimebadilisha milango wakati huo. Wakati mwingine mwenye nyumba haelewi mambo hayo kwa sababu hamkukubaliana na hamkuyaweka kwenye vipengele muhimu haya. Uh, kitu kingine ni muhimu ni kuweka kipengele ambacho kinaelezea marufuku ya kutofanya jambo lolote ambalo liko kinyume cha sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii inawalinda sana wenye nyumba. Kuna watu wanaweza kupangisha nyumba akasema ni ya makazi, mle ndani akaigeuza kama ni store ya madawa ya kulevya, akaigeuza ni sehemu ya makahaba na vitu vingine vibaya ambavyo havihusiwi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wewe mwenye nyumba kisha kwamba unapompangisha mtu, unaweka kipengele kinachosema kwamba wewe nimekupangisha, lakini hakikisha unafuata sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikitokea ukafanya jambo lolote ambalo liko kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi kama mwenye nyumba wako sitahusika, itakuwa ni juu yako. Hiyo unakuwa umejitoa disclaimer, unakuwa umejitoa na umemwachia yeye mwenyewe. Unajua, kuna makosa mengine yakifanyika, kwa mfano kama makosa, ukisoma sheria ya madawa ya kulevya hata ile nyumba au gari ambayo imehusika katika haya mambo ina uwezo wa kutaifishwa kama imehusishwa katika haya mambo. Kwa hiyo lazima umweleze vizuri mpangaji wako kwamba nakupangisha, lakini hakikisha unafata sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikitokea ukafanya jambo ambalo liko kinyume cha sheria za Jamhuri ya e, Muungano wa Tanzania hiyo itakuwa juu yako, na mimi kama mwenye nyumba itakuwa inihusu. Hicho ni kipengele kingine muhimu ambacho kinatakiwa kiwe kwenye eh, kwenye kwenye mkataba wenu. Kipengele kingine ni kuhusu notes. Hapa mmekuwa mkigombana sana mwenye nyumba na wapangaji. Notes ya kuondoka kwenye nyumba. Mwenye nyumba anaamka asubuhi anakuambia, kesho natakiwa uondoke, nataka nyumba yangu. Au leo kodi yako imeisha, unafikiri kwamba kesho unakwenda kulipa kodi eh, ili uendelee, anakuambia astaki kodi yako uame na uame kufikia kesho. Wanakuja watu wanalalamika. Mtu mwingine anakuambia, mimi ninavyojua notes ni miezi mitatu. Mtu mwingine anakuambia, notes mimi najua ni miezi sita. Mtu mwingine anajua notice ni miezi miwili. Kila mtu ana jibu lake tofauti. Sasa nikueleze kitu ambacho kitakusaidia kuhusiana na swali la notice kwenye nyumba za wapangaji. Hakikisha unapoingia mkataba wa wapangaji, mnaweka kipengele kinachohusiana na swali la notice. Notice itakuwa ya muda gani? Mweke kama unapanga miezi sita, uweke kwamba labda notice yangu itakuwa miezi mitatu, itakuwa miezi miwili, itakuwa mwezi mmoja, nyote mkubaliane katika swali la notice. Nyote mkubaliane, kila ambacho mtakubaliana ndio hicho hicho ambacho kitafuatwa. Sheria iko wazi na kusoma sheria ya mikataba na maamuzi mbalimbali ya mahakama ya rufaa yameeleza vizuri kuhusiana na mambo haya. Inasema kwamba kile mnachokubaliana kwenye mkataba ndicho hicho hicho ambacho kinawabana nyinyi wote. Eh, wanasema kwamba parties are bound to their own agreement, kwamba wahusika wa mkataba wanabanwa na vile ambavyo wamekubaliana. Kwa hiyo kama mtakubaliana notice ya miezi sita, ni lazima kupeni notice ya miezi sita kama mtakubaliana kwamba notice ya miezi mitatu lazima akupe, lakini ukisahau kuweka hiki kitu, niko pale sasa. Naamka asubuhi, mwenye nyumba nakwambia unatakiwa uondoke. Mnaanza kuhangaika, mara serikali za mitaa, mara wapi, hamjui notice. Kumbe makosa mliyofanya mwanzo, mlitakiwa mwainishe vizuri swala la notice, ili liweze kueleweka na pengine lisingeweza kuwaletea mgogoro. Na tunasema kwamba ndani ya notice e, muda wa notice wa kodi italipwa ule... mueleze vizuri kwamba notice itatolewa ndani ya ule muda wa kodi au nje ya muda wa kodi. Yani, kama umepangwa miezi sita, ina maana labda umekubaliana notice miezi mitatu, hiyo miezi mitatu itakuwa ndani ya kipindi kile cha kodi au nje yake, na kama itakuwa nje yake, yani baada ya miezi sita kuisha, ndio unatakiwa upewe notice, je, hiyo miezi mitatu au miezi miwili au mmoja wa notice utaulipia au hautaulipia? Muelezane vizuri, haya mambo yote yaeleweke, na ikitokea mkatofautiana, hamwezi kugombana sana, kwa sababu kila kitu kinakuwa kimeeleweka wazi. Kipengele kingine hiki ni muhimu sana tunasema ni kipengele kinacho kinachombana mwenye nyumba eh, kuwa yote aliyomwambia mpangaji ni kweli, ni kweli tupu. Hii tunaita eh, representation, representation. Kwamba wakati unakwenda kupanga pale, mwenye nyumba kuna vitu anatakiwa kueleze, au we mwenyewe umuulize. Ukiweka kipengele hiki kitakusaidia kwa mfano. Nimetoa mfano hapa nimesema kwa mfano kuhusu mvua zikinyesha, eneo linajaa maji, hasa wakazi wa Dar es Salaam mtu anaweza akakupangisha eneo kumbe amekupangisha dimbwi au amekupangisha ziwani. Lakini kwa sababu wewe umepanga kipindi labda cha ya kipindi ambacho sio cha mvua, huwezi kujua jambo hili. Kwa hiyo muweke hiki kipengele ambacho kinaonyesha hilo jambo kwamba mwenye nyumba aliponipangisha eneo alipangisha, amenihakikishia kwamba ile eneo hili halijai maji. Unapanga sehemu watu wanacheka, wanajua kwamba mvua ikija, huyo anakwenda kusombwa na maji Alafu siku umesombwa na maji, mwenye nyumba anakuja, anajifanya anatoa machozi, eh, jamani hata sisi tumesikitika sana. Wakini alikuwa anajua kwamba eneo lake siku zote huwa linajaa maji na ile yako amesha kula. Sasa ni lazima aeleze vizuri kwamba eneo hili hadhi yake iko ya, hivi ya, ya hali ya hewa eh? Hapajai maji na pako vizuri kabisa ile representation. Kama atafanya misrepresentation, inakuwa ni kinyume na mkataba na atakuwa amekosea. Kwa hiyo hali ya eneo lazima nayo muingize kwenye mkataba ili kuepuka ya mambo ya sehemu kujaa maji na vitu vingine vingine muweze kujua cha kufanya. Aya. Kipengele kingine cha muhimu ni kinachotoa uhuru wa kuhuisha mkataba, kurenew. Mkataba wenu useme kwamba ukiisha mnaweza mkarenew au ukiisha hamuwezi kurenew. Isiwe ya mkataba leo umeisha, wewe unafikiri kwamba utaendelea, alafu mwenye nyumba anakuambia kesho nataka nyumba yangu. Wewe una pa kwenda? Lakini hamkuweka kwenye mkataba wenu kwamba mkataba utaendelea ama hautaendelea. Mngekuwa mmeweka jambo hili lingeweza kukusaidieni vizuri, na mkajua kitu cha kufanya. Kipengele kingine muhimu sana hiki cha kurenyu ama kuto kurenyu. Haya, hiki kipengele cha kumi hiki ni cha kawaida, wala sio kikubwa sana e, ni kuhusu tarehe ya kuingia na tarehe ya mkataba kuisha. Watu wengi huwa mnaandika tarehe ya kuingia lakini huwa muandiki tarehe ya mkataba kuisha. Ni vema sasa wakili anakushauri kwamba hakikisha pia mnaandika mnaainisha kwenye mkataba wenu na tarehe ya mkataba wenu kuisha. Msiandike tu tarehe ya eh, ya kuingia mkataba alafu mkasahau tarehe ya mkataba kuisha. Hiki ni cha kawaida hakina shida sana lakini huwa mnakiandika. Ni muhimu sana kwa upande wa tarehe lakini hakina migogoro sana kwa sababu watu wengi huwa wanakumbuka tarehe huwa wanaziweka. Lakini ya kuisha huwa wao huweka pia tarehe ya kuisha. Haya, tumesema hapa kipengele kinachochambua wahusika katika mkataba, mfano majina yao wote matatu, eneo analokaa, anwani kamili, nafasi zao zitajwe kuwa huyu ndiye mpangaji. Hii ni kawaida kwamba eh, anayepanga na anayepangisha nyote majina yenu yaelezo, majina matatu, anaitwa fulani fulani, hadhi yake nani? Ni mwenye nyumba. Anaitwa fulani fulani, hadhi yake nani? Ni mpangaji. Nielezo. Hii ndio maana ya kwamba eh, ndio maana ya kwamba majina yachambuliwe vizuri, yaeleweke vizuri, na nafasi ya kila mtu ieleweke. Kwenye mpangaji iandikwe ni mpangaji, na kwenye sehemu ya mwenye nyumba iandikwe mwenye nyumba. Hichi nacho ni kipengele kingine muhimu sana, japo kimekuwa kileti mgogoro sana katika, ni vipengele ambavyo ambavyo watu wengi wamekuwa wakivizingatia. Kingine a, ni kipengele kuhusu haki za mpangaji na mwenye nyumba. Kila mtu aeleze haki zake kwenye mkataba eh? Moja ya haki ni wakati gani mwenye nyumba anakuja kukagua nyumba yake. Sio mwenye nyumba kwa sababu nyumba yake, anakuja muda wowote eti amekuja kukagua nyumba, lazima atoe taarifa hizo ni haki ambazo lazima mzieleze vizuri. Haya, wajibu pia wa kufanya usafi, kutunza nyumba ikawa katika hali ya usafi, huo ni wajibu. Kwa hiyo haki na wajibu na vingine vingine vyote lazima vielezwe katika mkataba e, una haki gani, una wajibu gani, na mwenye nyumba ana haki gani na ana wajibu gani, ili e, kuepusha kuepusha migombano. Kuna muda tutaandaa kipindi kamili cha kuja kueleza haki za wapangaji na haki za mwenye nyumba, hichi kitakuwa, hii peke yake ni mada kubwa sana, tosha na muda mrefu. Kwa hiyo tutaiandalia muda wake, alafu tutakuja kuifanyia kazi. Haya, namba 13. Eh, tunasema kuwe na kipengele kinachochambua vyema ardhi kama ni nyumba unifani. Lile eneo unalopanga. No, kama ni shamba ieleze vizuri, ni shamba ekari ngapi? Mnaanzia wapi, unaisha wapi? Msije kugombana ukasema mimi nilijua na nipangisha eneo lote hili, kumbe amenipangisha eneo. Hata nyumba peke yake. Mtaweza kukupangisha nyumba ukafikiria amekupangisha na nyumba ya owani, mkasaidi, mkataba, ondo, badaya, nakunji, ya owani, mkasaidi mkataba mkaondoka alafu baadaye anakuja anamleta mpangaji mwingine wa owani. Sema bwana, mbona umenipangisha nyumba? Anasema a kupangisha mbele. Kwa hiyo mchambue kile ambacho unakipanga, kama unapanga nyumba ya, mbe, ya mbele na nyumba ya nyuma ichambuliwe vizuri ieleweke vizuri kwamba wewe umepanga nyumba zote, na kama kuna kaeneo kanabaki hapo mbele pia kaeleze kwamba. Mgogoro mmoja mtu anakuambia nimekupangisha nyumba, nyumba peke yake, parking yakawa anaweka watu wengine anatoza, anatoza hela elfu mbili mbili kila siku lakini, kwa sababu hawakuchambua vi vizuri, eh, vizuri kila ambacho walikuwa eh, wanakipanga. Kwa hiyo mchambue kama ni nyumba, ni vyumba vingapi, eneo kubwa, ni shamba, ni kari ngapi, kila kitu, yani ieleweke vizuri, unapanga kuanzia wapi kwenda wapi, ili msije mkatofautiana kama huyu aliyekuja kupangisha parking. Haya, jambo jingine la kumi na nne muhimu sana, tunasema kwamba ni jambo jingine lolote ambalo inaweza kuwa muhimu kwenu. Ninyi wenyewe ndio mnapanga, mnajua ni kitu gani ambacho ni muhimu kutokana na kitu ambacho mnakipanga. Unajua, napanga shamba hili, napanga nyumba, napanga godauni, napanga gorofa, napanga kiwanja, napanga eneo la biashara, wewe ndio unajua ni kitu gani muhimu. Kwa hiyo vile vitu vya muhimu pia mviweke, kwa sababu eh, mkataba ni kitu kipana sana. Mkataba unaweza kuwa na masharti mengi sana kutokana na ninyi wenyewe ambavyo mnaamua wewe. Ndio maana tukaweka hapa nafasi kwamba jambo jingine lolote muhimu ambalo ninyi mnadhani kwamba ni muhimu sana kuweza kuifanya. Jambo jingine la muhimu ni sehemu ya sahihi na mashahidi. Sahihi mmekuwa mkiweka, hii haina shida. Sijui ni sahihi, nadhani ni saini. Yeah, saini mmekuwa mkiweka. Lakini mara nyingi mikataba ya wapangaji na nyumba imekuwa haina mashahidi. Mashahidi ni muhimu sana katika hii mikataba. Msahau kuwa mnaweka mashahidi. Eh? Mtu akiwa ananunua nyumba au kiwanja, mara nyingi anaweka mashahidi huko, hakuna shida. Lakini kwenye kupanga wanakuwa wawili tu peke yao, alafu baadaye ukija kuingia kwenye mgogoro wanaanza kusema alikuwepo nani nani alishuhudia, mnaanza kutofautiana. Usipoweka shahidi, huenda baadaye kuingia kwenye mgogoro, mtu akabadilisha mkataba, akaleta mwingine, lakini kwa sababu hakuwa na mashahidi, hakuna atakayesema huu ndo mkataba wenyewe ama huu sio wenyewe. Kwa hiyo ni muhimu pia kwenye mikataba yenu ya, ya upangaji pia ikawa na mashahidi. Shahidi ni mtu muhimu sana, pengine ambapo itakuja ikatokea mgogoro. Wakili msomi, alikuwa anawasilisha nini leo? Tulikuwa tunawasilisha mada inayosema kwamba E, vipengele muhimu na kupitisha sasa. Kama umefika sasa hivi uko jiangalia kipindi, tuka tuangalie vipengele muhimu kwenye mkataba wa mpangaji na mwenye nyumba, kwamba kuna vitu muhimu ambavyo hamviweki kwenye mikataba yenu wapangaji na wenye nyumba, na baadaye ndio vinakuja kukuletea matatizo. Tunasema kama mngekuwa mnaweza kuweka vipengele muhimu kwenye mikataba yenu, pengine haya matatizo yasingekuwa yanaweza yanaweza kutokea, kwa sababu ukija kuangalia kwa, kwa uzoefu wangu e, migongano ya wenye nyumba na wapangaji mara nyingi inatokea katika vitu vidogo vidogo ambavyo hawakuviainisha mwanzo wakati wanaingia kwenye mkataba. Tukasema tunaongelea upangaji wa nyumba za kuishi, fremu za biashara na maeneo ya wazi naweza kana godowni, mashamba na wengine wanapangisha mashule. Tukasema ni muhimu pia mkataba kwa kwa maandishi wa upangaji. Japokuwa sheria inaruhusu kwamba unaweza kwa kwa mazungumzo, oral contract, au kwa mdomo au kwa maneno, lakini tunasema ni muhimu sana muandike kwa sababu kuandika unaondoa sintofahamu ya baadaye. Tukasema kipengele cha kwanza muhimu sana ni kodi italipwa na italipwa kwa muda gani, kwa kipindi gani, inalipwa kwa mwezi, inalipwa kwa wiki, inalipwa kwa kiasi gani, muweke hicho kitu msahau. Tukasema kipengele kuhusu lengo la pango kiwekwe kama unapanga kwa ajili ya biashara ama makazi, useme msije mkatofautiana baadaye kitu ambacho unakwenda kukifanya. Eh, tukasema eh, tukasema kama kuna mtu anafanya marekebisho, isemwe hayo marekebisho makubwa, anayafanya vipi na nani atakuwa eh, atayalipia kama unabadilisha labda structure ya jengo zima. Eh tukasema ya yeah, tukasema mwenye nyumba ni muhimu akaweka kipengele cha marufuku ya kuto kufanya jambo lolote ambalo kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili ukipanga pale ukaenda kufanya mambo yako haramu iwe juu yako na sio kwa mwenye nyumba. Tukasema kipengele kuhusu notice, hii ndio muhimu sana hii. Kesi nyingi ambazo umezipokea mimi ni kuhusu notice, watu wengi wanagombana kwenye notice. Notice ni muhimu sana, usisahau, usisahau kuandika kipengele cha notice kwenye mkataba wako pangaji elezeni vizuri swala la notisi litakuwaje? Eh, kwenye notisi itakuwa ya muda gani eh, labda notisi ya miezi mitatu mmekubaliana. Hiyo miezi mitatu je, itakuwa ndani ya miezi sita yako uliyopanga au nje yake? Mweleze vizuri na kama itakuwa nje yake, je, ikiwa nje yake Eh, mpangaji atakuwa analipia au hata ilipia itakuwa ni ya bure. Mweke hiki kitu. Msisahau kuweka swala la notice vizuri kwa sababu ndilo jambo ambalo limekuwa likiwagombanisha watu wengi sana. Mimi kesi nyingi hizo zipokea za wapangaji na wenye nyumba ni swala la notice. Notice imekuwa ni shida sana. Mweke swala la notice msisahau. Haya, kingine muhimu sana tukasema ni uhuru wa kuhuisha ama kurenew mkataba. Muelezane vizuri kwamba eh, mkataba huu utakapoisha mwenye eh, nyumba au mpangaji wanaruhusiwa kuhuisha huu mkataba. Sije kama mwenye nyumba anakutegemea kwamba labda anasubiri apate fedha aje kulipia ada, alafu unafika mwisho wa mwezi unamwambia mimi siendelei, unakuwa umemharibia malengo yake. Lakini wewe pia mwenyewe uliyepanga umekaa mle ndani ukifikiri kwamba utaendelea, mipango yako umeshaweka kwingine, anakuja na kuambia nataka nyumba yangu. Kwa hiyo umwekeane kipengele hichi. Je, utaruhusiwa kuhuisha mkataba wako uisha au hautaruhusiwa kuisha? Mtakuwa mmeweza kuepuka sana migogoro na vingi sana tumeongea, tumeongea vingi sana, tumeongea vingi sana hatuwezi kurudia vitu kwa sababu ya muda, otherwise eh, Mada nyingine kuhusiana na masuala ya ardhi, kuhusiana na masuala ya ndoa, kuhusiana na masuala ya mirathi, mambo mengi ya kisheria, ingia hapa kwenye ukurasa wangu wa Instagram, andika Advocate Bashir Yakub, utaweza kuyapata mambo mengi yaliyokupita, ufollow, lakini pia hata mengine ambayo tutakuwa tunaposti utakuwa unaweza kuyaona. Jina langu zuri, wakili msomi mwandamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, jina langu ni Bashir Yakub. Tukutane tena katika mada nyingine nzuri sana.